Yes, amjambo ndugu wapendwa, hiyi ni usiku, ni asubuhi ya asubuhi Pluto mm. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe mfanme wa habari, ambao kabisa nimekuja ili kwamba nipate kukupatia moja kwa moja kinachoendeka mbele mm -hmm. Ni kitu gani ambayo kabisa tumekuja tumekuja kabisa, amka amka. <laughs> Acha ni kwambie tu, amka wewe usinziyae na wale ambao wanakuwa katika saa za kuingilia usiku. Najua saa hii inakuwa karibuni mavendeze kule ngambo za Amerika mm, au wanakuwa katika usiku inakuwa ni mavendeze, tunasema good night kule kwenu. Uh, tunawasalimu sana kabisa <coughs> tunawasalimu kabisa tena sana tukiwaambia tu ya kwamba tunawapenda sana kule oazise, tunawapenda kulekule kule USA, tunawapenda Afrique du Sud, tunawapenda Namibi, Itali, tunawapenda sana Rome, tunawapenda uko Paris, Paris kabisa tunawapenda uko France eh, Paris ni kapitale ya France.

wandugu zetu kule Amerika wapi bale ba diaspora bote benye biko kule bakongole, bajisikie kwamba nao ni wakongomani kati ya wengine wakongomani, na zaidi ya yote bajikazi bafanye ngisi yote batafutie kongo yao amani kule kwenye biko, na vitatufikia huko kishie, bote tuko nous sommes un donc euh, ni kusema uh, 100 egal cetdire, e tukue sote pamoja, tukue sote pamoja ju atokwe Amerike, atokwe France, atokwe wapi kote kwenye unajua, o ko atokwe chini ya budongo mwenye ashaka kufu njo musikie sasa, maanake atokwe chini ya udongo mwenye shaka kufa, uko tukongole, chie bote, naveiko chini ya udongo nayeviko yulu navenye viko wapi, chie bote tunapasha changia mawazo ya kurudisha amani kwetu, na nyuma ya amani tunataka nini? na apa Tunashukuru sana watu wa Bukavu walitupatia mawazo walipatia wazalendo mawazo yao na wakawapatia hitaji yao na wazalendo sasa wanajibu hitaji hii. Na mimi ndasema gisi bali niambia, na ndasema gisi biliku, we nifuate tu ujue kama jibu ya ile question ilikuwa nayo bamenipatia deja jibu na bananiambia baambiye. Hivi mimi nataka baambie gisi bali niambie, lakini mbele ya kukuambia gisi bali niambie, acha nikuambie kama kuko ya certains soi-disant congolais penye bikokule France, France, USA USA, Amerika

anabaiba anabaua, anababaka, munisikilia bafrere, me ndakwambia ni watu gani. Munisikilia vandugu, aba babyana aba benye ambu kukwata mtu muzima mwa mulikonjo, vijana wadogo wadogo banenda mbele ya ambasadi banandika ma pankardre, banandika ma message zabo. o oh fachi o oh fachi o oh fachi, aibi biso asalela biso boye, anafanya nini nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini? ikangali ya bali batu banya murenge miatani baulize hivi

moko munafanya kisha mutasema, sema oyo bana babagua oo oa nini? Okay, mi najua bale Banyamurengi. Kule mimi najua kama bale Banyamurenge bamwa balizaliwa kule Maminembwe, ndio vile mimi najua balizaliwa kule Maminembwe, bengine balisomea masomo ya kule kule Mafizi, bengine bengine kuzaliwa fasi haiko njoo kukuwa mtu wa pale, uniza zaliwa fasi uniza some sasa. Ilekisi muko nazala batoto Amerike, manakuwa ba manakuwa baamerike? Ulizo ni ile pili, muko munaishi Ameriki, manake vile munakuwa ba Amerike, njoo mimi nataka nibaulize sasa hmm? manake vile munakuwa deja baamerike. Jumuko pale Amerike. Je vous dis que ata uchange nationalite auta kuwa autochtone. Uko tumu ya kuya akuya me uli change nationalite yako kukuwa nani americain ata fanye miaka 50 histoire yako histoire yako banaijua siku moya, ile historia yako itajirepetaka. Nasema uko na nationalite americaine, mais profession kama nini? Ile sortiza wa Congo, sortiza wa Rwanda, sortiza wa Uganda. Donc, sortiza... okay. uko wa kutokea fasi fulani, mais nationalité américaine, puisque uliilomba, puisque wali kupatia yayo me bandugu yako badogo yako bashangazi yako biko kule kwenye ulizaliwa. Tuambilishane ukweli, bandugu yetu. Nye munasema muko bakongomani, munenda ku ambasade, muko munachamba prezida wenu wa Kongo mwenye jo prezida mwenye nyi mulichagula na ndio mwenye iko pale Kongo. Ilibaima nini? Kongo ilibapatia budongo ya kulima budongo ya kukulishia mnyama zenu, ile Kongo nyemuko mnatukana nyie. Ilibapatia pouvoir ministre de decentralisation, alikuwa nani? Si Azarias Ruberwa Moizi Nyarugawa, alikuwa nani? Hmm? aba bagenerali benye biko bana ujisha mungini hapa, aba ni banani? Aiko Banyamulenge bo, sasa niye munasema kama niye bana babagua biko banaangalia masura enu, sura enu tutiangalia iko nini, iko iko nini mutwambie kwanza sura yenu inakuaka iko nini, tutina tuko tunaangalia

Sasa wakati nyu unasema tuko tunaangalia masura yako <laughs> nakwaka influence na sura zenu iko saa, sura zenu zinakwaka influence mabitu zingine na pua mrefu. Wewe unashinda fachi urefu unashinda fachi burefu. Weye mwenyoku nasema pali nani mukasai mu unashinda burefu hapa miju ya nini? bakasaya baiti wake babaya ba, ba. Hmm? Unashinda mubakongomani amu na batu barefu beko na mapua ya muzuri tene na nyoroka saa mtoto mwunyalizaliwa kama wapi nono Hmm? No.

Bananiambia ni baambie, hivi: hii ni sauti ya wazalendo, inasema hivi. Minasema bazalendo, siseme mutu fulani pardo, sitae jina ya mutu fulani, minataye jina ya ansigle wazalendo. Banasema hivi: kila mutu mwenye anajua kama ni kongole na iko na besoin ya kugombolewa atume mtoto wake kwenye biko njo. <laughs> jibu ya kwanza, tuma mtoto wako wa garso, ule mwenye biko banaonea, ule mwenye biko bana piga kisa ya ngombe, ule mwenye biko banafunga kule kansayo, ule mwenye biko banaua, umutume wapi? Kule kupori kwenye biko ukisha mutuma kule kupori kwenye viko atajua naye kama ukombozi inakuwaka ae. Kisha sasa hii itakuwa ukombozi ya mzuri, juu anakuya na najuaka anakia gomboa mamake, anakia gomboa baba yake. Jo, jibu ya kwanza balinipa, kisha bananiambia seme hivi, kama auyatumaka mtoto wako nakama kuna mtoto wako mwenye udituma kule kupori uchunge ule mtoto wa batu <laughs> mwenye iko kule kupori ju na nabo na na biko na bamama, nabo biko na bababa, nabo biko na mafamii. Uchunge sasa bale wenye biko na baba babo, balituma bali mtoto yabo mpori. Uchunge sasa nabo baanze kwanza bawaze kisigani bataingia mu vile ya Bukavu puisque vile ya Bukavu haina mu mapori, haina miti, ni manyumba. Unaweza pigana na adui, adui anekala kule iko na baangalia, il faut kuangalia tutafanya hapa puisque ni Bukavu alors na wale benye iko bana nabo banasema, mutuchunge muzuri, tunakuya paske nye munapenda munatuchunga, na shi tunakuya sasa, mutuchunge muzuri. sesa ndole banayambi ambia ambisyon ya kwanza ni kugomboa vile ya Bukavu piske mafasi zingine zote abana faya tena ya mingi sana, me inabakia tu tuangalie beke Bukavu bikuwae. me kitu yenye ikutuma mtoto wako kule kupori baende bamfundishe gisi atakia gombwa kwabo. Batu ya Bukavu wanasemewa kama ni watu wenyebiko na boga ya mingi sana, na kusema mingi, mematendo akuna. Ili njo nani mwaisha panisha saki ya mchele kule kwenyebiko? Mubatu ya Bukavu mulipie wow. Hmm? mulipie pame mulipie mkopera mulipie fasi yote. Nani mwenye alikumbuka ataku kupie saki tatu ya muchele apeleke Bazalendo kwenye biko? Mtuambie apa. Mwenye alikumbuka ata kusema seme isaki ya muchele nyemina pie nipeleke ata bandugi yangu kule kwenye biko, nabo bakule bakuli atangakuinguvu yangu hmm?

kuko ta moya mwenye alifungia ile ile, ile gari ya foka maike njia, akambia papa mbele ya kwenda mkamate kwa na nyei saki mbili ya mchele mutie mule komsa, mutekeaka kutulibere, lakini nanye nakulaka. Aha bo petetre, kuko bamoya benye bashaka tafanya ta 1000 francs, 2000 francs, 4000 francs, 5000 francs mu magroupe differents mimi nataka ni baambia hivi, bali niambia se muko bato ya mapromese. Ile ni kitu ya kwanza, munaprometraka bazalendo lakini amuta amutabapatia bienye mulibaambia, o oh, tutafanya hivi bo tutana hivi. Lakini amupane cetadire ke mwungoyo kwanza na nie sasa ju akuna kitu kenye munafanyaka. Hakuna kenye musha bapatie